Leo tunachoma samaki na samaki huu tunamwekea marination hii spesheli kabisa ambayo imetengenezwa kwa kutumia Navano Obinak. Kama unavyoona samaki amenoga na hiyo marination inavutia eh. Sasa turudi jikoni, anza kwa kukaanga kitunguu chako, hicho ni kitunguu maji. Ehe, kitunguu karibia kuiva, weka karoti pamoja na hoho, kaanga vizuri mpaka vikaribia karibia kuiva. Ehe, alafu ongeza nyanya na yenyewe ipike vizuri, roast vizuri mpaka iive eh, nyanya kisha imeiva vizuri kabisa, alafu unaweza kaongeza eh, kitunguu saumu na pia unaweza kuweka eh, eh, vizuri, vizuri, eh, eh, viungo vyako, viungo tulivyoweka sisi tumekuandikia hapo kwenye caption chini hapa. Hapo koroga vizuri vizuri, kaanga viungo vyote vyote hivi na nyanya na vitunguu na karoti, hakikisha vyote vinaiva vizuri. Hapo sasa ndo tunatengeneza ile marination ya kuchomea samaki. Marination hii itatoka tamu sana sana, na pia itafanya samaki wetu anoge, samaki wa kuchoma atoke akiwa na ladha. Koroga vizuri, kaanga mpaka marination yetu hiyo iive vizuri, alafu iache kwa muda ipoe, na ikishapoa ingize kwenye blender. Ehe, kama unavyoona hapo, tunaweka kwenye blender kwa ajili ya kuisaga sasa angalau Lisali moja ili ipenye vizuri na samaki akolee vizuri viungo. Marination, hii ni nzuri sana. Unaiweka hivyo kwenye samaki alafu baadaye pia utakuwa unaendelea kuipakilia wakati samaki akiwa jikoni. Paka kila mahali, ndani nje, samaki yote apate marination, na baada ya kupaka vizuri, weka sasa kwenye ule wavu wa kuchomea samaki. Sisi tumeweka kwenye huu wavu ili kusudi samaki asikatike, maanake samaki wanakuwaga ni walaini sana. Weka kwenye wavu wako wa kuchomea samaki, hakikisha unapakilia pakilia pia ya marination tena, ili samaki Samaki yatoke akiwa amenoga, samaki yatoke akiwa na ladha, yani amenoga vizuri, ya kuweza, jikoni. Jikoni, ehe, unavyoona hapo, samaki hakikisha unatumia Navano Obinak ili kuongeza ladha tunapaka marination pale hapa bado samaki hajapata moto kwao, unaweza ukashika kwa mkono e, paka vizuri, hakikisha samaki wote wanapata marination ya Navano Obinak. Navano Obinak ni nzuri sana jamani. Nenda kwenye duka la mangi, nenda kwenye supermarket, nenda sokoni, mwambie muuza viungo akupatie Navano Obinak. Aya, tumegeuza samaki wetu, tunapaka marination upande wa pili. Kila unapogeuza kisha unapaka, kila unapogeuza unapaka, lakini kwa sababu sasa hivi samaki amepata moto, tunapaka kwa kutumia kijiko, kila unapogeuza kisha unapaka marination na samaki yako atatoka amenoga, samaki atatoka mtamu ana